Kilio cha wakulima nchini hususan cha kukosa mifumo ya masoko na bei elekezi kimetajwa kuwaumiza na kuwalazimu kulima kilimo kisicho na tija na cha kisasa. Hali hii imewawia vigumu wakulima kujinunulia zana za kisasa za kufanyia shughuli zao za kilimo. Mwanahabari wetu Ramadhani Mvungi anaripoti zaidi. Mimi kwa naleta ngano hapa Arusha, najua mnunuzi wa hapa Arusha ambaye anaeleweka ni sanki na jumba, lakini huwezi kumwona yule mnunuzi. Kuna mtu amekaa hapa katikati anakuambia bei. kwa muda huu inafaa wataalamu waelewa, wananchi ambao wanapata mapato duni kwa ajili ya kilimo, ili aweze akafundishwa apate hiyo mkopo ya matrikta aweze akawalipa ak ak ak ak ak wenyewe ni baadhi ya wakulima waliohudhuria kwenye maonyesho ya pembejeo za kilimo yanayoandaliwa na kampuni ya zana za pembejeo za kilimo yanayofanyika jijini Arusha, wakitoa kilio chao cha uwepo wa mazingira yatakayosaidia kufanya kilimo chenye tija na hatimaye kujiendeleza na kujikwamua kutoka katika lindi la umasikini. Baraza la kilimo ni moja ya vyombo vinavyounganisha wakulima na wadau wengine kwenye sekta licha ya jitihada za kusaidia kupambana changamoto zinazo wakabili wakulima nchini kama vile upatikanaji wa pembejeo, mikopo pamoja na masoko. Na kupitia maonyesho haya wanakutanisha na wadau wengine kama vile taasisi za fedha. Sasa hawa wakifanya kazi kwa pamoja e, e, na kuweza kuelewa changamoto zinazokabiliana kabilia, zinazo na wadau mbalimbali katika mlongo wa thamani utakuta kwamba ufanisi unaongezeka e, katika e, kila kundi la wadau hao ambao wanashughulika na mazao au bidhaa za mifugo na kadhalika katika sekta ya kilimo. Waandaaji wa maonyesho haya Long Agro kupitia kwa meneja wake Ray Travers anasema lengo la maonyesho ni kutoa elimu kwa wakulima juu ya matumizi ya zana za kilimo, pembejeo ikiwemo mbolea na mbegu ili kusaidia kutoa mazao bora kwa wakulima. Tumewaleta huku kuwaonyesha bidhaa zetu, vile vile tumewaleta, tumewaleta kuonyesha jinsi ya kutumia bidhaa zetu. Baadaye kutakuwa na field operation ambayo wataona hizo trakta zinavyofanya kazi na jinsi tunavyotaka walime. Maonyesho haya yanatajwa kuwanufaisha wakulima takriban mia tatu kutoka katika vijiji mbalimbali mbali, katika mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro. Ramadhani Mvungi Star TV Arusha.